Suza ndio kweli kweli, yeah. Nice, hongera sana unasoma, unachukua kozi gani? Ni Kiswahili tu au una kozi nyingine, sema Kiingereza? Kiingereza. <laughs> na wewe unatokea wapi? na toka Pemba Islands. Pemba Islands ndio, ulikuwa Pemba hapa. Unguja una muda gani Unguja?

Unaayuaman hapana. You know? You know Diamond Platnumz? No. Okay. So unasoma Kiswahili kwa wewe mwenyewe, umependa au ni kozi from kama vile kuna udhamini unafanya? Uh, um, kwa, kwa nini unajifunza Kiswahili? kwa sababu ninapenda Kiswahili, loha Kiswahili. Asante sana. Unawaambiaje watu wengine ambao wanataka kujifunza Kiswahili? Uh, sema tena, unawaambiaje watu wengine ambao wanataka kujifunza Kiswahili? Unisijui. Um, What do you tell people who wish to learn Swahili language? It's a very nice language. Okay. Yeah. Okay. Um, okay. Wasalimie kwa Kiswahili. Um, Salama. Asante <laughs> <laughs> sana. Mambo vizuri. Umesema unaitwa nani? Yeah, Luka. Na so, wala. Mimi naitwa Amri Mwingwa. Kwa hiyo nikija Suza na kupata. Sema tena. Suza. Ndio. When I come at Suza, I shall find you uh, will I reach you if I come to Suza yes, sure. Yeah. Okay. Asante sana, nitakuja pale Suza sawa?